Hujambo mwanafunzi wa Kiswahili, hujambo Galacha wa lugha, hujambo mkereketwa mali ulipo. Karibu kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili, kipindi kinachoelimisha na ni kipindi kinachoelekeza kuhusu matumizi ya sarufi ya Kiswahili, msamiati wake pamoja na fasihi. Mada ya leo, ningependa tuangalie mada dogo sana ambalo ningependa tuangalie shadda. Shadda ni nini? Mwanafunzi, ni vyema uelewe shadda ni nini. Tunapozungumzia shadda, elewa kwamba shadda ni mkazo unaowekwa kwenye silabi ya neno, na jambo la kufahamu kuhusu shadda, ingawa nimesema ni mkazo unaowekwa kwenye silabi ya neno mwanafunzi aweze kuelewa kwamba shadda ni mkazo unaowekwa kwenye silabi ya neno ili kulipa neno hilo maana halisi. Kumbuka kwamba shadda katika Kiswahili huonyeshwa kwa kutumia alama ya ritifaa ama ukipenda kibainishi. Kwa hivyo kuna hii alama ya ritifaa ama alama ya kibainishi. Wakati wowote ambapo unaweka shadda kwenye neno, elewa kwamba shadda huonyeshwa kwa kutumia nini? Kwa kutumia alama ya ritifaa, ama kwa kutumia alama ya mkazo. Mwanafunzi, endapo unanisikiliza, ni vyema kujua kwamba aghalabu, ama mara nyingi sana neno la Kiswahili linapotiwa shadda huwa tunaweka shadda kwenye silabi ya pili kutoka mwishoni mwa neno. Kwa hivyo endapo umepewa neno lolote lile, hesabu silabi za neno hilo, na neno na upindi utakapo hesabu silabi zake. Kwa hivyo hakikisha kwamba silabi ya mwisho unaanza kuhesabu, hesabu ya mwisho ikiwa ya kwanza, silabi ya pili kutoka mwishoni ikiwa ya pili, silabi hiyo ya mwisho kabla ya silabi hiyo ya pili, weka alama ya ritifaa ama weka alama ya kibainishi. Kwa hivyo ni vyema tuelewe kwamba takriban maneno mengi sana yanaweka sila, maneno mengi ya Kiswahili yanaweka silabi baadhi yanaweka shadda kwenye silabi ya pili kutoka mwishoni mwa neno hilo. Ili nisiweze kusahau, kuna baadhi ya maneno nayo ambayo sio lazima yaweke shadda kwenye silabi ya pili ya neno hilo. Mojawapo ya maneno hayo ni neno kama vile barabara. Pindi unapoandika neno hili barabara Kutegemea namna ama mahali ulipopaweka shadda, basi maana huwa tofauti. Kwa mfano, ukisema barabara, utagundua kwamba shadda kwenye neno barabara inawekwa kwenye silabi ya ngapi? Kwenye silabi ya tatu. Lakini ukisema barabara ba barabara basi barabara inaleta dhana ya sawasawa, na shada itakuwa imewekwa kwenye silabi ya pili. Kwa hivyo kwenye neno barabara na barabara, kumbuka kwamba shada inawekwa. Shada ikiwekwa kwenye, kwenye silabi ya tatu, basi maana inayojitokeza ni kwamba inaonyesha baraste, njia kuu, ama tariki lakini endapo utaweka shadda kwenye silabi ya pili, maana inayojitokeza ni neno linalomaanisha sawa sawa, na ndiposa unasema barabara, sawa sawa. Lakini ile ya kwanza kuonyesha baraste ama njia kuu utasema ba barabara. kwa hivyo mkazo unawekwa kwenye ra, silabi ya tatu silabi ya tatu kutoka mwanzoni mwa neno hilo. Kwa hivyo ni vyema mwanafunzi anapopata taka kuelewa kuhusu shadda, tuelewane kwamba shadda tunaweka kwenye silabi mara nyingi. Shadda kwanza, nimesema ni mkazo unaowekwa kwenye silabi ya neno ili kulipa neno hilo maana yake kamili. Lakini kuna jambo ambalo nimeliweka bayana hapa, nikasema maneno mengi ya Kiswahili isipokuwa maneno tata yanaweka, kwa silabi, we, uh, yanaweka shadda kwenye silabi ya pili kutoka mwishoni mwa neno hilo, na tunaposema hivyo, nimesema pia kwamba tunapoweka shadda kwenye maneno tata hatuweki kwenye silabi ya pili kutoka mwishoni, bali nafasi ya kuweka shadda huenda ikabadilika. Hii kwa sababu maana zinazojitokeza ni maana tofauti, na ndipo tunasema ba, Barabara na barabara vile vile unaposema ala na ala na ala, ala, ala, ala, ala. Pindi wakati unaposema ala na ala, shadda inawekwa katika sehemu tofauti tofauti tofauti. Kwa hivyo kila ambacho ningependa nimwambie mwanafunzi ni kwamba tuweze kuelewa shadda ni nini, tujue namna ya kuweka shadda na tujue tunapoweka shadda tunaweka shadda kwenye silabi ya pili mwishoni mwa neno kwenye maneno mengi ya Kiswahili, tukitumia alama ya kibainishi ama alama ya ritifaa. Na kutakia usiku mwanana, usiku mtulivu, tuonane wakati mwingine.